Dabi haijaisha, dabi bado inaendelea. Tulianza sehemu ya kwanza ya mkutano wetu kwa kuzungumza na makocha pamoja na manahodha wa timu mbili zinazokwenda kuumana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kuanzia majira ya saa moja na robo usiku, na sasa tunakwenda kwenye upande wa pili, upande ambao unahusisha mameneja habari wa klabu hizi mbili tunaye Ally Kamwe ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ambao wenyewe ni wenyeji wa mchezo huu, lakini pia tuna Ahmed Ally ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba ambao wao kwa siku ya kesho ni wageni, kama ambavyo tulianza na kocha eh, Milodi Hamdi ambaye ni mwenyeji, basi hata hapa sasa tutakwenda kuanza na Ally Kamwe ambaye atakwenda kuzungumza kwa upande wa klabu sasa imejiandaaje eh, kwa mchezo wa kesho na ujumbe wake kwa ujumla kutoka Young Africa Sports Club. Karibu sana Ally, e, zungumza na e, wapenzi wa Young Africa Sports Club, wapenzi wa Simba Sports Club. Cha kwanza kabisa ni kuwapa pongezi ndugu zangu waandishi wa habari wote kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na mnaendelea kuifanya kwenye kutangaza mpira wetu na kuitangaza vizuri dabi yetu ya Kariakoo. Hivi karibuni nilimsikia uh, afisa hapa wa mawasiliano mkuu wa habari ya mawasiliano wa bodi Karim Buimanda akitanabaisha kwamba ligi yetu imebakia pale pale kwenye nafasi ya nne kwa ubora, na akaenda mbali kwa kusema kwamba Kariakoo dabi ndio kioo cha mpira kwa hapa Tanzania, yaani maana yake mechi kati ya Yanga na Simba licha ya ligi kuwa na timu kumi na sita hatuwezi kukimbia ukweli kwamba kioo cha ligi yetu, kioo cha mpira wetu ni hii dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana kuitangaza hii dabi, na hapa ambako inasemwa imefika nafasi ya nne, hapa ambako inasemwa ligi yetu ni bora, basi na nyie waandishi wa habari mna mchango mkubwa sana na mna kila sababu ya kupongezwa, na nyie mjivunie hili jambo nchi za wenzetu ambazo kuna dabi kama hizi eh, kwa mfano South Africa, hapa timu zao mbili ambazo ndio zinateka hisia za watu wengi kiuwezo zimeshuka kidogo, lakini ule ujivuni ule haujaondoka kwenye mioyo ya mashabiki wa mpira. Bado shabiki wa Orlando, shabiki wa Kaizer Chiefs, inapokuja dabi bado anakuwa mjivuni na mpira wao. Sasa sisi hapa Tanzania tuna baraka zote e, tuna ubora wa hizo timu tuna ubora wa ligi na tuna ubora pia wa mashabiki ambao mara zote wamekuwa wakijitokeza viwanjani kuja kusupport timu zao. Na hapa nizungumze sasa na mashabiki na wanachama wa klabu Young Africans ambao kimsingi sisi ndio wenyeji wa huu mchezo na hata hii nafasi ya kuzungumza wa kwanza isingekuwa wenyeji, bado hadhi yetu ya kuongoza ligi pia ingetubeba, ningeanza kuzungumza kama kinara wa ligi, alafu timu nyingine zinazofuatia chini zingekuja kuzungumza. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kutamba ya kuvimba na kujivunia kuelekea siku ya kesho. Mchezo huu ni wa kwetu kikanuni, ni mchezo ambao Young Africans tuko nyumbani, hivyo tunatakiwa twende Tukathibitishe kwa vitendo kwamba ni mchezo wa nyumbani na tuwe sehemu kubwa ya mashabiki ambao wataingia Benjamin Mkapa, namba kubwa uwanjani, ikawe mashabiki wa Yanga namba kubwa, ikaonekane ni rangi ya kijani na njano ndiyo imeshamiri ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwasukuma, kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha wiki hii, kila mtu anaandika la kwake bwana pakome, amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi, lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa. Tutawatia unyonge kweli kweli hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye taneli pale. Halafu wanayanga, tuko wachache, tutakiwa tuje kwa wingi, tuje kwa namba kubwa na tuje na sauti zenye nguvu kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalam ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point tatu za kesho. Makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza, naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama tatu za siku ya kesho. Basi hizo halama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndio silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa, tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu, na inshallah baada ya ika tisini tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache <coughs> kabla kichwa kijapata moto nikarudi kwenye mfumo, niishie hapo, ikiwa ni siku moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu muhimu, mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara mchezo wa Derby ya Kariakoo, mechi ambayo kimsingi inabeba historia kubwa ya mpira wa Tanzania, mechi ambayo inabeba, inabeba mwamko mkubwa wa mpira wa Tanzania na ndiyo kilele cha soka la Tanzania kwa kukutanisha vilabu hivi viwili vikubwa nchini Tanzania. Kwa upande wetu Simba Sports Club tumeshafanya maandalizi yote na tuko tayari kwa ajili ya kesho. Nichukue nafasi hii kuwaita wanasimba wote kesho Benjamin Mkapa, muda wa mechi unafahamika, pendeni tukafanye kile ambacho tumejiandaa kufanya. Asanteni sana. Nafikiri ni mchezaji mmoja pekee ndiye ambaye hajacheza haja dabi msimu huu hapa namzungumzia Volkan Ali Mpanzo, wengine wote waliobaki walicheza Ngao ya Jamii na wengine walicheza mechi ya kwanza ya raundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuelekea kwenye dabi hii, kuna wale wageni, kuna ambao wanacheza mechi yao ya tatu, wengine mechi yao ya pili, lakini kwa Mpanzo pekee ndio anakwenda kucheza mechi yake ya kwanza ya dabi. Na yeye kama ilivyo kwa wengine maandalizi yao mwamko wao na pressure yao ni kubwa kuelekea katika mchezo. Hii ni mechi kubwa eh, ambayo ina, ina, inabeba vitu vingi sana maana, eh, yake ni kwamba maandalizi yake vile vile na yenyewe yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo eh, wiki nzima hii tangu tumerejea kutoka Arusha baada ya kumalizana na kosti tumekuwa kwenye maandalizi hayo makubwa. Ukiachilia okay, mbali ya kwamba ni mechi ya kwenda kupigania ubingwa lakini ni mechi ambayo inabeba vitu vingi sana ndani yake, kwa hiyo hata ya maandalizi yake yanakuwa ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo tumejiandaa pakubwa kuelekea katika mchezo.